Salimika. Kila mtu anakamuliwa leo, mpaka mpika maandazi na muuza maandazi nchi anatakiwa kakate leseni. Serikali gani ya kidhani muhi huyu, unamkamua kodi? Leo wafanyabiashara madukani, mnajua nini makodi na leseni zilivyoongezwa tozo zake. Wenye kuendesha gari za utalii ilikuwa nchi hii mpaka, maana kazi zenyewe ni za kutaradadi, ilikuwa mpaka wewe upate mgeni anataka kupelekwa pahala, unapita unakwenda kuchukua kibali, unalipa shilingi elfu tano unapeleka mgeni wako Leo wamewekea utaratibu kwamba walipe mwaka mzima, umepata kodi hujapata, umepata kazi hujapata, unakatwa kodi, we sijui unani, utafute tozo ya ID, wale wlokutakawe na ID, halafu ya ID ulipie wewe, dereva kwenye taxi huko, kuna madereva wa taxi wamefuta gari zao maandishi ya taxi, wanaishia kutafuta kazi za kuibiaibia kwa sababu ya makodi ambayo wamewawekea juzi, samahani, ilikuwa wiki iliyopita Pemba, nilizungumza kuhusu ufisadi uliokuwemo katika wizara ya afya. Leo kuna mfanyakazi alikuwa ananiambia asubuhi, wakati tunakuja huku, ananiambia hawa wame wamepandwa pepo tangu rais anayesubiri kutekeleza ile ndoto ya Maalim Seif, Osman Masud kutangaza kwamba tukimwapisha tu anafanyia kazi kuhakikisha kima cha chini cha mshahara cha mtumishi wa serikali hakitopungua milioni moja, wamepata kiwewe haiwezekani sema, huwezi wewe usituhukumu sisi. Lakini huyo alokuwa ananiambia mfanya kazi ya serikali ananiambia, wao sisi tunangoja atuambie milioni moja ya Othman Masudi haiwezekani, atuambie yake yeye inawezekana kiasi gani, ana mangamanga tulikuwa sema, basi wewe Ha, uchumi ukipanda mshahara utaongezeka. Kampeni hazifanyu hivyo. Unapokwenda kwenye kampeni za uchaguzi ushajipanga kwa miaka mitano, na wewe tofauti na sisi. Sisi hatuna serikali, wewe una wataalamu wote serikali, maanake watumishi wote, watu wa umma wamewaingiza katika siasa. Walipaswa hao wakusaidie, wakuambie, utwambie na uwambie wafanyakazi kazi utawafikisha pala kiasi gani na mnakumbuka mwaka huu May Day siku ya wa wafanyakazi, Rais Samia kule alitangaza nyongeza ya mishahara. Hapo wafanyakazi wa Zanzibar wameandamana jua kali, wanasubiri watangaziwe, kawaambia atawapandishia kadiri uchumi ukikuwa. Si kama uchumi haukui na kutajieni kila siku ufisadi mabilioni yanayopigwa na leo hapa, nalo la tisa nitawapa tukijaliwa. Hii bashraf tu utangulizi nawapa leo, lakini hoja yangu nini? Au hoja ya mfanyakazi, wewe umeshindwa kuwapandishia, lakini wewe za kupiga na wenzako zipo kila siku Huyu mfanyakazi ananiambia yeye, huyu miaka mitano yote hii katuwekea shilingi hamsini elfu katuambia ya nauli ya usafiri, lakini huyu mfanyakazi ananiambia katuongezea hamsini elfu ya nauli, halafu hapo hapo katuwekea bima ya lazima ya afya, kila mfanyakazi anakatwa kwa mwezi elfu themanini sasa. Ananiambia huyu hii elfu themanini ukitoa elfu hamsini yeye hajatuongezea, hajatuongezea, katupiga thelathini zetu kazichukua. Kwa hivyo ndugu zangu, alisema ataleta ajira, hakuna ajira. Leo anahidi tena ajira. Alisema muumini wa kodi ndogo, anapiga makodi kila siku, anakamua. Fanya kazi hakuna chamana, ndio maana kila nyumba ya Mzanzibari inanuka njaa lakini wao wanaishi maisha ya nasa, wao familia zao wakwe zao na shemegi zao wote wameletana, kwamba huku kuna wajinga. Wale wao Wazanzibari kama sisi wajinga, tutakuonesha ujinga wetu Oktoba 29 tukijaliwa. Haiwezekani tukaenda hivi kwamba ukawafanya Wazanzibari leo kila lenye asli na nasaba ya Kizanzibari analifisidi, <coughs> lakini huku unawamaliza Wazanzibari, kila mmoja taabani, kila unayemwona uso umeanguka kwa dhiki za miaka mitano ya serikali ya kifisadi ya bwana mdogo. Ukifika pahala, ndugu zangu, ukawa na serikali na mtu mtawala anayeona fahari kwamba anaandika kaya masikini, ujue huyo kazi imemshinda. Hiyo ni kazi ya mchuuzi. Kazi ya kiongozi ni kumtoa mtu kwenye masikini. Ukatuhisabia kaya ngapi, familia ngapi umezitoa kwenye umasikini, umezileta kwenye neema, wanaishi maisha yanayostahiki kuishi mtu kama alivyotaka Mzee Karume, baada ya mapinduzi kupitia hotuba zake mengine atakuja kuyafafanua mgombea wa rais sasa. Nimesema nimesema kwamba al, alichokijua miaka mitano ya serikali yake ni ufisadi tu, kila pale wanaweseka tu. Nilimwambia kama safura zitapanda kutoka dole gumba mpaka kichwani, tulipokuwa tukimwambia labda alikuwa akifitwa tania kwamba tumeweka rekodi yote. Sasa leo leo, huu mkutano wa ngapi? Nimesema wa tisa. Leo nawapakulia hapa kashfa ya tisa ya kifisadi ya serikali hii katika miaka mitano. Ndugu zangu, nchi ambayo taabani, watu kula yao wanahangaika mtu hatimizi hata mlo mmoja kwa siku, seuzo milo mitatu wanaostahiki kuishi binadamu katika dunia hii. Wao wameamua kufanya ufisadi wa kutisha, kununua magari, ndugu zangu, mwaka 2023 20. Serikali inayohangaika kukopa maanake moja tuachia ni madeni, na hili tutaelekea siku yake maalum kulichambua. Lakini serikali inayoishi kwa madeni inakuja na maamuzi ya kutafuta magari kwa ajili yao wakubwa. Nikuulizeni kulizeni, nyie watumishi wa umma wa kawaida, kuna mtu anapewa gari hapa mwaka 2023 20, Ufisadi wa kutisha, ati mpango wa kununua magari mia moja na hamsini magari mia moja na hamsini Baada haliko hapo, magari hayo mia na hamsini yameambiwa ati thamani ya kuyanunua ni bilioni kumi na saba Unafahamiana, nchi masikini kama hii, bilioni 17 kununua magari 150? Nimekuwa narejea na hapa nitarejea tena mpaka izame katika vichwa vyetu, kwamba kila bilioni moja ni milioni elfu moja. Kwa hivyo bilioni 17 ni milioni elfu 17.